mtoto tusikie we ujumbe, kanisa ziko tayari kufungwa, na mbele ya kufungwa kwa makanisa hii neema, nyinyi mko naona inataka kuisha, watakomeka makanisa na vifuri vya leta kanisa zile zitakomekewa miezi tano. Nyuma ya miezi tano kufunguliwe kanisa mbili, waislamu wakatoliki. Halafu watasema watu wote waingie kanisa mbili ya Waislamu na Katoliki, tena waongozewe wa na kashi ya mnyama ndio kwenye tuko naelekea, na kuna magonjwa inataka kuya, iko ndani ya pigo saba. Ile magonjwa itakosa dawa, ni magonjwa yenye itakuwa na katakata watu, saa mwenye alikatiwa na mfano. Halafu ile magonjwa, waganga watajaribu kutunza, havitawezekana. Wadogitere watapima, waangalie ni dawa gani, havitawezekana. Ndio, baba walinituma kila mwenye atakuwa na kubali kusikia, tuombe ukingo na ulinzi kwa ajili yake. Nyorosha basi mkono yako, tuombe ukingo, tuombe ulinzi isipokuzarau na kuuzi. Nyorosha mkono yako, tuombe ukingo, tuombe ulinzi. Aui kingo na ulinzi ni lazima kwa ile magonjwa. Mungu atakuponesha tena, ni lazima kwa hivyo roka. Mungu anaweza kufunika mipango yako, tuombe Baba wetu, msada wa karibu umenikanyangisha hapo baba, jina lako libarikiwe, na kuonesha watoto yako wameyasikia maneno yako hawa ya kuuzi, nawaombea ukingo kuhusu goroka, ukingo kuhusu i maradhi yenye tazenduka mdunia na hakuna kwenye watu wataikimbilia, lakini watoto yako wafunike kwa uwezo wa jina la Yesu. Amen, amen, amen.